Yes bana, mambo vipi? Hope uko poa kabisa na bana, siku ya jana bana, niliweza kukupatia story ambayo inamhusu bana Combs nikimaanisha DDP DD Puff Daddy, mmoja kati ya watu ambao pia wanaashikiliwa na kesi ya masuala mazima ya unyanyasaji wa kingono kwa wanawake, lakini pia inasemekana kwamba mwana, eh, mshikaji kama fulani hivi anawatumia wanaume kama chakula na yenyewe, bana, ni vitu tu vya kuweza tu kuchomekea chomekea, lakini sasa kumekuwa kuna story kuhusiana na kesi yake, ambapo siku ya jana pia aliweza kuwatambulisha mawakili wake nane ambao wataweza kum ili aweze kufanikisha kutoka kwenye kesi ambayo inakuwa eh, inamkabili. Ina sasa, mabinti watatu ambao ni watoto wake hawa wa Diddy pia waliweza kufika mahakamani, lakini pia mara baada ya kuona kesi kama inakuwa ina mambo mengi, wakaamua kuondoka mabinti hao, e, watatu. Sasa mabinti watatu kutoka wa eh, wa, wa Diddy pia waliweza kufanya uamuzi mgumu kabisa wa kuweza kuondoka mahakamani wakati wa kesi ya uhalifu wa kingono dhidi ya baba yao, eh, wakati wa mfanyakazi wa eh, ngono eh, wa kiume akitoa ushahidi wa kushtumu kwamba kuhusu madai dhidi ya msanii huyo eh, mashuhuri. Sasa, mabinti hao waliamua kuondoka mara baada ya moja kati ya wafanyakazi wake wa kiume wa Didi ambao walikuwa wanafanya kazi kwa maskani kwake kuweza kumshutumu na kuweza kwamba kumuongezea kwamba eh, kweli mshikaji alikuwa anamtumia kingono. Sasa, katika mahakama ya Martha eh, bana mnamo Mei 12 Daniel Philip pia alidai kuwa ali, alilipwa na mpenzi wa zamani wa Combs yani, eh, Cassandra eh, moja kati ya wanawake ambao pia alishawahi kudate nao bana Didi. Sasa, ili kuweza kushiriki naye ngono huko sh Koms akitazama kutoa eh, kona moja Akase, eh, ikisemekana kuwa eh, alikuwa akijichua eh, akijichua, eh, bana, akijichua tena, ndugu zangu, noma sana hii. Sasa Philip pia aliweza kutoa ushahidi kuhusu kuweza kushuhudia Koms akimfanyia Ventura vitendo vya ukatili ambao ulikuwa ukiendelea kutokea. Sasa wakati wa ushahidi huu pia wakuweza kusikitisha mabinti eh, wa Koms, yani Chams Koms pia, ambaye amemaliza shule ya sekondari hivi karibuni na mapacha wa miaka 18 eh,

Dilila laki, e, pamoja na JC Combs pia waliondoka mahakamani mara mbili, kila mara wakati Philip pia alipokuwa akielezea kwa undani zaidi matukio ya kingono, ikiwemo wakati ambao Combs alidaiwa kujichua akiwa amekaa pembeni akiwaangalia. E bana, imekuwa ni matukio ambayo pia Didi amekana. Kimekuwa ni kitu cha kawaida sana kwa upande wake, na ndio maana anafanya kitu chochote ambacho anakuwa anakistahili. Sasa, mara baada ya kijana huyo kuweza ku kujieleza pale, mabinti hao au watoto hao wa Didi wakaamua kuondoka, then kuachana na kesi hiyo watu wa na vitu vingine yape maoni yako kuhusiana na hili drop comment yako, utakomentisha kinoma noma. Endelea ku subscribe channel yetu, lakini pia ku kulike comment, utakuwa ufanya poa zaidi, ziladi kabisa. Tasmanam chao.